Ni tamati ya dakika 90 ndani ya uwanja wa manispaa ya Kinondoni, Simba Sports kwa mgeni wake Singida Black Stars, mechi iliyomalizika kwa bao moja mkononi kwa Simba Sports kukusanya alama tatu, ligi ya soka Tanzania bara. Nikiwa na Heavyweight Dula kutaka kujua mengi katika tathmini ya zile dakika 45 za kipindi cha kwanza na dakika 45 za kipindi cha pili. Hali yako iko vipi Heavyweight Dula? Ya bana, kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri kabisa. Ah, namshukuru Mwenyezi Mungu bana. Nianzie uwanjani ambapo hmm. E, Simba Sports C leo imetufanya tusimame hapa kuzungumza na maelfu ya watu wanaotutazama kwa hivi sasa hmm. 45 za kipindi cha kwanza, kwa namna ambavyo approach ya mwalimu alivyoamua kuingia, niliona posti yako e, unadhani e, imeitosheleza Simba kupata kile walichokuwa wanakihitaji? Ah, of course, kwa sababu kipindi cha kwanza ndio Simba waliweza kupata bao na ni timu na ndio kipindi ambacho Simba walidominate maanake, walicheza mpira kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko kipindi cha pili. Na unajua Simba wamekosa tu, tuseme ili swala tushaliimba sana hapa, ni kama tunarudia kwamba Simba wanakosa umakini eh, kwenye eneo la mwisho kuna muda umakini, nikisema umakini watu wasielewe tofauti. Umakini upo aina nyingi, kuna umakini wa kumalizia kile kitu ambacho kishatengenezwa na kuna umakini wa kutengeneza kitu ambacho kinamalizika. Vyote Simba wanakosa eh. kuna nafasi ambayo wanaweza wakafunga, wanakosa. Kuna nafasi ambayo mtengenezaji wa nafasi anaweza akatulia akatengeneza nafasi bora zaidi akashindwa kutumia akafanya jambo ambalo pengine likapoteza nafasi ya kuweza kuwa bao. Hicho ni kitu ambacho Simba wana wana, yaani yeye kinawasumbua, naweza nikasema kinawasumbua ada. Sasa hicho hey, kitu naweza nikasema kifundi kidogo, ni shida, ni changamoto. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie, wanatakiwa waboreshe. By the way, opponent naye ni mzuri Unajua, umetoka kutoka kucheza na RS Berkane mm. Eh, unapumzika siku kadhaa, unakuja kwa sababu RS Berkane wamecheza naye tarehe uh, 25 Jumapili, maana yake leo tarehe na 28 mm. Unaelewa, kwa hiyo siku siku mbili unapumzika. Intensity ya mechi ya RS Berkane eh, uki, uki compare na unavyokuja kucheza na mtu uh, kama Singida, fikiri Singida inaeleweka. Singida ni ni ni ni, ni, ni miongoni mwa timu ambazo zina ura, ura, ukaribu Eh, ushost. Ah, <laughs> okay, yeah, of course kwa hiyo timu hizi ambazo zina, zina undugu, undugu. Ah, zinakuwa zina ni, kama, ni kama kibaraka Singida ni kama kibaraka cha yani, kuna maagizo anakuwa amepokea, of ah, of course of course yani kwamba kibaraka kwamba huyo okay. E, bwana huyo wajibika mzuie, mnaelewa? Kwa hiyo sasa unavyotoka kucheza na RS Berkane kisha unakuja unakutana na mtu kama Singida ndani ya kipindi kisichozidi siku mbili siku tatu. Nafikiri unaelewa kwa nini inakuwa hivyo. Kwa hiyo kwa kipindi cha kwanza Simba walijitahidi, walikuwa vyema, walikuwa vizuri uh, na wameweza kupata bao ingawa kuna matukio ambayo yalitokea. Uh, nafikiri ndio ulikuwa umepanga ni azungumze uh, na miongoni mwa hilo tukio ni pamoja na tukio la Shamwe Karabwe kum, kum, kum, kugongana au katika kugombania mpira dhidi ya eh, huyu bwana Jonathan Soa. Of course pale naweza nikasema of course contact ilikuwepo. Kwa hiyo Uh, kilio kinabidi kiwepo hapo kwamba okay, kwa, uh, kwa namna fulani oh, ilistahili kuwa penalty lakini hata ile namaanisha ya na, na dhidi ya Malone, uh, ya huyo, wow, uh, katika mazingira ambayo anataka kufanana. Pia kipindi cha pili, kipindi cha pili baadaye, Fadlu alikuja kufanya mabadiliko kidogo, alipunguza mshambuliaji na Naweza nikasema siwezi kumlaumu sana kwa sababu imemlipa, lakini by the way, kuna kitu kinabidi kiboreshwe sababu mara nyingi Simba mm -hmm. Kipindi cha pili, kipindi cha kwanza inakuwa Simba, kipindi cha pili inakuwa wanashinda, uweke wapi? Eh, yani inakuwa inapungua makali sasa, mm -hmm. Nafikiri inawezekana ikawa una, tunasema wachezaji hawana endurance mm -hmm. Endurance naweza nikasema ni e, uwezo wa kustahimili dakika zote 90 naweza nikasema kwa mimi, kwa upande wangu naweza nikahisi hivyo kwa sababu si mechi moja, mechi nyingi sana Simba kipindi cha pili wamekuwa hawaperform, na hata ukifuatilia katika mechi nyingi zaidi wamefunga mabao kipindi cha kwanza kuliko kipindi cha pili, na katika mechi za muhimu ambazo wanahitaji wafunge bao kipindi cha pili unakuta wanashindwa kufunga bao kipindi, ikiwemo dhidi ya RS Berkane. Unaona kabisa mechi ilikuwa inahitaji wafunge mabao zaidi kipindi cha pili, lakini toka wamepata bao kipindi cha kwanza, kipindi cha pili wameshindwa kupata bao. Eh, na wame, wame kuwa, ku, ku, mwisho wa siku wameishia kwenda kuwa wao ndio ku concede ba. Kwa hiyo naweza nikasema ni ni kama endurance yao ni ndogo. Endurance ni neno la kitaalamu ambalo linamaanisha uwezo wa kucheza dakika zote yes. tisini kwa nguvu yes. ile yes. ile, yes. ile. Yes. Yes. Sasa, uh, utajuaje manake lazima kuhu, kuna dalili utajuaje kwamba wachezaji ni kama wanashindwa kupata eh, uta, kuna vitu vina indicate kwa mfano ufanisi kushuka, pasi kupotea. Maanake ufanisi ukishuka, maanake uf ufanisi ni ule uwezo wa kufanya matendo kwa ufasaha, matendo yani, na kwa ya haraka, lakini kwa ufasaha wasa. manake unaweza ukafanya kwa haraka ukakosea, lakini kwa haraka na ufasaha ndo ufanisi. Ufanisi ukishuka, ndo utaona kuna mm. E, nafasi zinapotea, unapiga pasi katika eneo ambalo kuna adui Yaani, maanake mipira inapokwa kirahisi, unavofika kwenye final third unashindwa kucreate nafasi. Kwa mfano kama kuna mara kadhaa Kapombe ameonekana kuwa kwenye eneo zuri la kucreate nafasi, lakini anajikuta Mutale. Unaona, kipindi cha pili performance yake ime, ime, imekuwa chini, amepokonywa mipira sana kwenye kipindi cha pili, lakini kuna sehemu ambazo alikuwa anapiga vi ambazo hazina mwelekeo. Kwa hiyo hizo ni dalili tu za kuonyesha kwamba endurance Hmm. imepungua na uwezo wa wachezaji kuimi dakika 90 umeshuka, kwa sababu ufanisi wa matendo unaposhuka, kama mchezaji alianza vizuri, hmm, afu baadaye ndo akaanza kuboronga, manake huyu amechoka. Akichoka ndo anakuwa vile. Kwa hiyo hiyo ni vitu ambavyo vinahitajika kufanyika kazi, lakini by the way, hata kwenye dirisha la usajili Simba wanabidi wafanye kazi kubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa na sura mbili. Kuna wachezaji wanakuwa wana perform kwenye me, mechi ya leo kesho wanaboronga, kesho kutwa wanaperform, kesho kutwa wanaboronga. hilo ni jambo la kupi muendelezo muendelezo, ya, kupi muendelezo. Kwa hiyo, kwa upande wangu mimi by the way, ya kwa namna fulani mechi ilikuwa ina mvuto lakini ukitoa hayo matukio ambayo Heri Sasi angeweza pengine kufanya vizuri zaidi na ndo tujifunze, hmm. sio umesikia Bwana Jafi. Tuji, tujifunze. Ehe, kwamba kipindi Simba wana complain hmm. kuhusiana na wa, wa, wa, mwamuzi Eh, Dehani Beida, eh, wakati wana complain kuhusu Dehani Beida watu walikuwa wanaona kama eh. Lakini leo hii malalamiko yatakuwepo kwa Heri Sasi kwa sababu ya jinsi ambavyo wamekuwa wamenelewa. Kwa hiyo jinsi ambavyo waamuzi wanaboronga automatically inakuwa ni, ni kero kwa, kwa mwingine wanaboronga wakiwa na maelekezo kutoka timu fulani au wanaboronga ni kwa sababu wameshindwa kutafsiri vizuri sheria. Unajua, kwa Tanzania tunaweza tukasema ni pressure, umenielewa? Kwa sababu uh, waamuzi wetu hata kwenye vigezo vile vyakuchi, vya kuwa waamuzi bora ambao wanaaminika kwenye mechi kubwa na nini si, si sana, ni wale wale wakina Ahmed Arajiga na nani, Franki Komba na nani lakini wengi wetu bado viwango vyao vidogo. Kwa hiyo kama kama mwamuzi kiwango chake ni kidogo, huwezi ukasema ana maelekezo, maybe ndio uwezo wake wa waku, kutafsiri matukio umekuwa ni mdogo. Lakini kimataifa mwamuzi akiboronga eh, mtu analalamika kwa sababu tayari mpaka anapewa anaaminiwa kucheza fainali kuchezesha fainali ya, ya michuano mikubwa ya, ya, ya Afrika. either Confederation au Champions League Manake, ni kwamba huyu ameprove kwamba ana uwezo wa kusimamia vyema sheria, kati ya Nigeria pamoja na Ivory Coast, yani, nchi yao ndio ilikuwa ina host michuano. Waamuzi wanabidi wawe makini Wasi, wasi, wasiharibu mechi. Umelieleza vizuri, mimi najua hili eh, watani wataondoka nalo vizuri kabisa kama ambavyo walifanya sherehe. Niliona sherehe ilifanyika mara baada ya zile dakika 90 za mkondo wa pili na mm. Simba Sports kukosa lile kombe, hofu yao kubwa ilikuwa ni Simba atakapobeba eh, kombe la shirikisho barani Afrika sula mm. wataziweka wapi, lakini kukosa kwa Simba Sports imekuwa ni furaha kwao, nadhani walichokifanya ni eh, jambo sahihi usherekea kukosa uh, kombe kwa timu ambayo ilikuwa inawakilisha uh, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwanza sherehe umesema sherehe hmm. E, ile ni sherehe, sherehe hmm. Mara nyingi huwa ni ni, ni, ni na, na wewe umejuaje kama ile sherehe inalenga kushangilia Simba kukosa kombe? Inawezekana walikuwa na sherehe yao nyingine labda ya ya, ya upatu upwatu upwiliti, sababu niliona wamevaa jezi za RS Belkane na walitanabaisha wao kabisa wamefurahi, basi ni jambo la hovyo. Kwa sababu mimi na wangu kwambia kitu kimoja, kwanza nimeshangaza, nime, kwa sababu mimi mwenyewe mpaka sasa hivi siamini kwamba kweli Yanga eti walikuwa wanashangilia Simba kukosa kombe. Yaani mimi kwa mara ya kwanza kwenye akili yangu timamu, kwa mara ya kwanza kwenye akili yangu timamu toka nizaliwe Nimeona mtu anasherekea mpinzani wake kumfikia mafanikio. Okay. Sio unanielewa? Ana before sherekea. Anasherekea mpinzani wake kupata, kupata mafanikio kama ya kwake. Okay. Sio unanielewa? Okay. Ile ndio sherehe ile pale. Kwa sababu before ilikuwa mashabiki wa Simba wakizungumzia michuano ya kimataifa hmm. hata kama wako juu kwenye renki hata kama nini eh hmm. Atatokea tu mtu katoka kwenye usingizi, tuna medali, anaendelea na usingizi wake. eh Oh, no, no, no. e, si so, tuna medali eh, tuna medali. Sasa ile ilikuwa kama ilikuwa kile kitu ilikuwa kwa mashabiki wa Simba kina wakera Now. Sasa baadaye Simba nao wamefika kwenye finali uh baada usikitike kwamba kile kichaka changu cha tuna medali, unarudi kulala yeah. tuna medali, tunarudi kulala, kimefyekwa, unaanza kujisifu tena kwamba kakosa kombe, na sasa nasi ana medali kama ya kwako au utajificha, mm -hmm. wapi? Kwa hiyo ina maana wameshangilia Simba kufika mafanikio yao, ambao wa yalikuwa yanawafanya watambe kwa muda mrefu. ah. Engineer no. Harris ndo rais wa kwanza siku kuleta meda medali ya Afrika sivyo? na hivi sasa mm -hmm. tayari eh hey, maana yake Simba wamefika ile mafanikio ilikuwa wauzunike. mm. -hmm. mimi nilitegemea walie, wauzunike, kwamba kile kichaka cha tuna medali kipo mm -hmm. wapi? Wewe unaanza kushangilia, unashangilia nini wapi unashangilia nini? yaani kitu gani kinakufurahisha eh Unajiuliza, na baadaye mentality mi kuna siku tulifanya interview mm. mimi na wewe mm. nikakwambia kama siku ikitokea Simba amefika fainali ya kombe la shirikisho mm. hawezi kufurahia kufungwa unakumbuka? Unakumbuka. Unakumbuka, watu walinitukana watu wasiokuwa na akili unakumbuka, watu wasiokuwa na akili walinitukana, sababu na wewe sima nini, wamefika robo wameshangilia, sio nini, ile robo ni ya Champions lepa League, na ile wakati nakwambia Simba ndio ilikuwa inacheza mechi yake ya pili ya makundi ya kwenye kombe la shirikisho, si unanielewa? na amefika kwenye fainali, uliona mentality yake. Slogan ya Simba ilikuwa hii, tunabeba. Hakukuwa sijui tumefika malengo sijui nini sijui nini, hii tu tunabeba. Ndio zikaja wameshindwa kuchukua, by the way, lakini mentality au vision ya viongozi ilikuwa ni kuchukua kombe. Na hata kipindi Simba wanaongoza goli moja, ulikuwa imeonyeshwa picha ya Crescentus Magori pamoja na CEO Zubeda Pela walikuwa wanaonekana sura zao, body language yao inaonekana kabisa, wanachukizwa na kile kinachoendelea, kwamba hawataki matokeo ya baki vile watambe na medali, walikuwa lengo lao ni kuhakikisha kombe linabaki, na hata maandalizi yaliofanyika ilikuwa maandalizi ambayo wamekutana wa na figisu nyingi, wameamishwa kwenye uwanja, na imekuwa kawaida ya Lake Jack kuhamisha mechi zake katika uwanja anaojisikia yeye kuhamisha, na nafikiri nimeshaandika kwenye michuano ya under 20 timu dhaifa ya Morocco mara kadhaa wamekuwa wakipata favors, mara masaa yamebadilishwa, mara uwanja, mara nini, mind games tu za hapa na pale, mara referee kafanya hivyo na nini. Nimeshaelezea matukio ya referee, mtu anakuambia red card ya Yusuf Kagoma hivyo, unafikiria kwamba Rais Berekane ndio labda yule yule, Yasin Labiri ndio angekuwa na yellow card. Alafu akafanya challenge kama ile aliyomfanya eh, Kagoma kupewa eh, second yellow. Angepewa second yellow pale asingepewa second yellow, lakini kwa nini kwa Kagoma akapewa? Mimi nakwambia hivyo kwa sababu challenge kama zile RS Berkane walizifanya, lakini hazikuwa booked, sio? Na sasa mtu anakwambia oh hivi, lakini kuna zile moments ambazo pengine Simba wangenufaika kwa free kicks, ambazo ni miongoni mwa strengths zao kwa, kwa mtu kama Jean Chalea huwa yupo anaweza kuconvert na hata bao ambalo lilikataliwa kwa sababu ya offside lilitokana na set piece, ile ambayo walifanywa tu wa faida ya set piece kwa Simba na hata ile ambayo ilikuwa faida ya set piece ya Simba ilivyoachwa ikaenda kwa transition ya ya bao kwa RS Berkane, ingawa hakupata bao, lakini walipata foul ambayo ile pengine ingeweza kuleta madhara zaidi na Simba wangeweza kuconcede bao. Kuna mambo kama haya nimeelezea sana. Utaongea ndugu yangu wala usijali. Utaongea. Sawa? Eh? E, nikaelezea, nikawaambia kwa mwamuzi alikosea, na watu wote wenye akili timamu walikiri kwamba mwamuzi alikosea sasa tunakuja kwenye haya mambo ya, ya kukaa we ni mtu mzima kiongozi umeelewa, unaji unaji una, una, una, una, una vitu vya kufuatilia timu yako ipo kwenye kwenye joto la, la, la, la kugombania ubingwa kama ambavyo wanasema Simba wanaweza wasipate makombe yote msimu huu. Ni very true kwamba mstari wa Simba kupata makombe yote na kukosa makombe yote ni mdogo sana. Hmm. Lakini sio peke yake, wajitazame na Yanga yupo kwenye mstari huo huo, huo. Huo. Si unanielewa? Simba hapo kwenye mstari mdogo sana baina ya kupata kombe na kukosa kombe na Yanga hapo kwenye mstari huo huo, yaani kwamba Simba anaweza akaondoka nayo yote, Yanga akabaki hola. At the same time, Yanga anaweza akaondoka nayo yote na Simba akabaki. Kwa hiyo muda huu sio muda wa kuanza kutengeneza keki na mandazi waanze kushangilia. Muda huu stick kwenye mechi yako mechi zako, na achana na kutengeneza keki na mandazi na vichambo, usio muda wa kwanza kukanda mandazi na chapati unashangilia. Wewe si unatakiwa uconcentrate na mechi zako ambazo umezibakisha, kwa sababu ukipoteza concentration kidogo, kwa sababu hakuna tena ile ile kwamba ule ule ule tunaweza kusema comfortability, hamna ile comfortability ya kuweza kuangusha alama kwenye kipindi kama hiki. Kwa hivyo mimi nawashauri, unajua mimi kaida yangu ni kushauri, mimi ni kwa mtu mshauri hakn E, wanakimswala ndugu yangu, lakini acha tumalizie kwamba ni washauri. Napunguza sauti kwa sababu ya kuheshimu muda wa swala e, wasi anze kufanya haya mambo ya propaganda ambazo hazina kichwa wala miguu, sababu hiyo ni kama, ni kama haina kichwa wala miguu. Sawa ndugu yangu, hamna kichwa wala miguu. Unashangilia mtu kufikia mafanikio yako, hiyo inawezekana vipi? Yani hicho ni kitu cha hicho ni kitu cha ajabu Umenielewa, hmm. Hicho ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo mwisho wa siku mi naambia tu huo no. Mstari ambao Simba wapo katika kukosa na kupata kombe, Yanga wapo vile vile, wasibweteke, wasibweteke. mi hilo ndo ninachoweza kuwashauri okay. Na kukosa sababu Simba si ndo kama hivi anazidi kushinda mechi zake kashinda leo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo lakini ndo kashinda kwa sababu hata Yanga kuna mechi wameshinda hivyo hivyo, kiugumu ugumu. Sema umezungumza kikiuba sana kwamba muamuzi anaweza kazidiwa na pressure ya mchezo. Ah, of course na pia waamuzi wetu uwezo wao wa kuchezesha ni mdogo. Kwa hiyo tunayapokea ya matatizo. E, haya matatizo, haya matatizo walikubali kwamba mwamuzi alikuwa fair si ndio? Beida. Eh, Beida alikuwa fair. Ndio. E, sasa hawa watu waliosema Bida alikuwa fair nategemea waje waseme hivyo hivyo kwenye yeah, mechi ya leo Kompani, waseme hivi hivi. Eh, visiwepo vilio, sio? Visiwepo vilio. Shot on target e. Simba mchezo wa leo wamefanya attempti nne on target. Tatu off target, si ndio? Na na imekwenda. No, nne on target, na sita off target. Alafu kwa upande wa Singida Tatu, on target. Nne kwamba wao sio walikuwa wanasema mpira ni shot on target na off target mm. Basi, Simba walideserve kila kitu leo, okay. Sababu si shot on target anazo ah, nyingi. Si ndio? Mpira wao wataka hivyo hmm. E, basi kumi kwa saba, eh, basi Simba leo walikuwa na on target nyingi kuliko Singida na ndio maana siku zote nasema sawa vijana sawa sisi vijana ni generation mpya nakubali mda mwingine tunakuja na ideas mpya solutions mpya, kulingana na umri wetu, tofauti na wazee. Lakini tofauti ya kijana na mtu mzima ni hiyo, vijana mara nyingi tunatoa hoja nyepesi nyepesi, on target, of target, propaganda zetu zile, kwa sababu hizo propaganda zinaendeshwa, zinatolewa na vijana wenye mindset ndogo, sio, unanielewa. Na ndio maana unaona zile propaganda, unaweza kukuta mtu huyu na huyu na huyu na huyu, wote wanaongea hoja moja, sio, unanielewa vizuri wanapewa script ambazo hizo script zenyewe hoja zake ni ndogo, shot on target off target nini, haiko kwenye, kwenye, mpira wa miguu haimaanishi kwamba kila mwenye on target nyingi tu atashinda mchezo. Unaweza ukafanya attempt 16 on target, tim, tim pinzani kafanya mbili tu ikakunyuka zote mbili, na 16 zako zote zikawa zime, zi, zikawa saved. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo sasa. Mtu wa mpira, hoja nyepesi nyepesi kama hizi hawezi kutoa. Hizi ni hoja nyepesi lele mama, hoja vitambaa, hoja mafuta mafuta. Mimi nataka hoja nzito, mimi napenda watu watoe hoja nzito kwa ajili ya kuusaidia mpira wetu, si nanelewa, lakini pia kwa ajili ya kuwavumbua mashabiki wetu waweze kuelewa kwa, kwa... kwa sababu mimi mshabiki kila siku nakwambia kauli, mshabiki mimi hawezi, siwezi mimi kuhangaika naye, hata kama akija kuntukana, akijafanyaje kwa sababu yule haelewi mpira, yule anasikiliza nini, analishwa na watu wanaomlisha yeye. Umeelewa? yale matusi ni kwa sababu hana cha kukujibu kwa hoja, kwa hiyo anachoamua yani ku kutukana ili hasira zake zipungue, lakini mchambuzi na mchambuzi wanashambuliana kwa hoja bana, hakuna mbona mechi fulani tu fanya hakuna hivi na hivi, haipo hivi. Wewe sasa mshabiki hawezi vitu kama hivyo, mshabiki yeye kazi yake wewe kakupa zito basi, anapata kidogo ahueni. Kwa hiyo mimi naweza ngasema ndo hivyo kwamba eh, timu zote zinatakiwa zijiandae, eh, zifocus na hii michezo uliobakia ya ligi, lakini vile vile Simba anaenda kucheza mchezo unaofuata dhidi ya hawa awasingida wa FA siku mbili mbele tena kwa raha Tanzanite raha eh. Kwa hiyo mwisho wa siku, anabidi afocus sababu kashashinda huu, anabidi afocus ashinde na huyo, ili aweze kuingia finali ichezo mechi ya dabi, ili tujue nani ni ni nani. Lakini hey, cha kuwatahadharisha tu Simba ni kwamba kwa mpira huu wanaocheza wanatakiwa wabadilike before hawajafika stage ya kucheza na Yanga, before hawajafika zareza kucheza na Yanga kwenye dabi ya ligi before hawajafika kwenye stage ya maybe, kama atafanikiwa kumeliminati Singida na kufika finali, before hawajakabiliana na Yanga pia kwenye finali ya FOA. Kama atamtoa Singida anatakuwa abadiliki, si mpira huu anaonyesha wanafikika kirahisi, mipira inakuwa dispossessed kirahisi, wanafanya passes zinakuwa attempted zinapotea kirahisi si hivyo wanatakiwa wabadilike sana ili waweze eh, kuhakikisha kwamba wanatoa ushindani mzuri kwenye mechi zake ambazo zimesalia especially hizi za Simba na Yanga ambazo zinaweza zikatokea moja eh, ya FA kama itatokea na nyingine ya Dabi ambayo ipo constant heavyweight tunaweka nukta tutafungua kurasa nyingine nyingi za yale ambayo tumeyashuhudia kwenye mchezo nje ya uwanja na zile dakika 90 tunaziwekea nukta asalamu alaikum tutakiwa wakati mwema